iki mafungu saba kwangu bado alijafika. Umeniacha kwenye shida ah, nateseka mie, umeniweka kwenye giza. Moyo wangu unalalama kila siku ninakonda

Pombe yenyewe wanasema ni wazungu lakini Mm. Mm. mm. mm. Oe, Shit. Wewe cha pombe, ngoja nije alafu useme uwe chapombe ama uo mlevi ni nani? Najua skuzi, nanionaona tu Ah! Haya, sasa ongea vile ulikuwa unasema. Sasa aa, wewe zungumza mbavu. Ah. Ah, hivi wewe, hizi pombe hizi pombe utaacha lini? Nani amelewa? aliyokuambia nani amelewa? Mimi niko sawa hapa, sijalewa hata kidogo. Uh, sijalewa, mimi sijalewa kama kweli hata chizi ya jioni. Sawa, tuachane na hayo. Kuna habari gani huko mtaani? Habari ah, wait kwanza, iko wapi pombe yangu? Njoo hapo karibuni, rafiki yangu. Habari ipo wakati

Na leo tumi kama na Hello. Lata. Lata. Ni kama bahati kuona hapa vipi? naomba naomba nikae kidogo hapa tuongee, hata kama ni kidogo tu, naomba dakika chache tu, hmm. Karibu, kae. Halima, kama unavyojua, kilio changu ni kile kile. Nimejaribu kujizuia, ila mayo unansukuma hivi. Niliamini kama wewe ndio umeteka moyo wangu pasenti kubwa, ni bora unionea huruma, nateseka mwenzio. Hivi wewe kaka, unapungufa wakile yani katika hii wai ja unakijana mnyang'anizi kama wewe una nini? lakini nampata nini? Wewe una hadhi ya kufuatana na mimi huyu mwenyewe mchafu. Ukitaka mtusi mtukane, ila maridhi wa moyo wangu ni ule ule na msimamo wangu ni ule ule. Mimi nakwambia niko serious. Serious. Hivo wo una uhakika na hizo habari? Kwa hiyo unaona mi nakutania, si ndio? Eh, nakwambia niko na uhakika ah. mm-hmm. okay. na hizo story vipi? Okay. Sawa, alafu nikuuliza hivi, na wewe unaenda api? Naenda kwa mke wangu hata nini kufanya nini hapa, chende kwa mke wangu nika relax uh... Nika relax na mke wangu. Sitaki upuzi mwingine uniite, alafu siku ingine ukiniona usi... usiniite kama unaniona mi ni muongo. Kwenda wewe, mbavu ona huko. Takuja kufa na hizo mapombe zako, kwenda. Ndugu yangu naye, sema ukweli, ona jana, kuna kazi ambayo nimefanya na ni sure bet haswa ya uhakika. Sasa kuwa na subira kidogo, hiyo pesa nikipewa mimi nitakuletea, yanitwa wasiwasi kabisa. Sawa kaka, nimekuelewa, lakini ile mali imefika iia tukaona na wabaya Ah, ndugu yangu bana aina ha, haja tufike huko, mbona tumeishi miaka mingi vizuri kwa amani? Mi nimekwambia nimefanya dili na nishua beti. Sasa mimi kesho, yaani eh, kesho tu mimi na kulipa pesa yako ndugu yangu. Amani, amani. Sawa, nimekuelewa, lakini fanya iwe kweli, na mimi najitoa na kuelekea naona atakuja kuniua ama deni itabidi nimlipe tu, yani tuepukane kiamani, maana kukosana kosana ishakuwa jao. Sasa nuks nini kaka, kakaoo, njoo, njoo, njoo nambia mshikaji. Poa mwanangu, nambia freshi, poa nambia mwanangu eshi bana, kaa hapa. Niko na ujumbe wako kiasi. Niko na ujumbe gani? kuhusu nini? mke wangu? kwani kuna nini? E, sasa mkeo, hmm. alionekana na danaa pale, pale, kwa ile duka ya Mama Shamina hapa kando, walionekana wakiwa wameshikana hivi hmm. Unajua ile mambo ya kizungu yale ya mimi wanapeana dana, ah, dan, ah, makweli dana, mimi nilivyosikia niliumwa, sababu wewe rafiki yangu. Oi, una uhakika wewe unaosema? Ona ni kudanganye. Unajua unachokisema si jambo rahisi, na kwanza ni nani aliyekupa hiyo taarifa? Mwenye amenipea hizi taarifa ni Rickman lakini usiende ukanitaje. Ni sawa, nitajua la kufanya. Mboi bana, tutakuja kuuana. Hujui vichwa sometimes afikiria nini, ona ulivyonishtua. Sasa cheki bro, si kwamba tutakuja kuuana, mimi ninakwambia tu suluhisho, lipa madeni. Deni deni ni baya, sawa dogo u mwenyewe mdogo wangu ujue maisha yanaenda vipi. Oh, ingilia ingilia tu ishu za madeni. Angalia bratha, life ni ngumu, lakini ukikua ndo utajua. Alafu wewe ni mtoto wa kiume, una ishu zingine hazikuhusu bratha. Acha kuambea mbea mbea, ama ni mwanamisi? Haya, sawa kona, nitami mwanamisi ni sawa kaka, haina shida hiyo Amebonga point. Nitajitafuta alafu mwanzo mwisho. Ukame, ukome kunifuata fuata. Sema kama nataka hela ni nikupe, lakini mimi usinifuate, Alima. Tafadhali, tafadhali, nionee huruma mazio, nitaumbuka oh. Ah. Riziki mafungu saba kombu bado alijafika. Umeniacha kwenye shida ah. Nateseka mie, umenieka kwenye giza, moyo wangu na lalama kila siku, minakonda sawa. Kwa Mungu na kuombe, ipo siku nitapatia, nitampata wa kutulia niishi na mke wangu. Kuna swali nataka nikuulize. Jana saa kumi ulikuwa wapi? Nilikuwa kule kwa rafiki yangu. t okay. Tulikuwa nyumbani. Ni kipi unakosa kwangu? Mbona unataka kunidhalilisha mke wangu? Eti nakudhalilisha? Mbona ni kama sijakuelewa. Wamaanisha nini? Mbona wajitoa ufahamu? Wewe jana si ulikuwa na danadana dana. Pana mume wangu, ndugu yangu, umewasha moto ambao kwamba huwezi kuuzima. Moto moto gani huo? Inasemekana wewe ndo mwanzilishi wa hii stori ya kuonekana kwa mke wa babas na Dana, hmm. Ni kama lakini sidhani kama ni mimi ndo niliongea maneno. Ndugu yangu hizo pombe zitakupeleka pabaya maana ninaamini ile siku unaongea hiyo story ulikuwa umelewa. Ni kweli ndugu yangu, ile siku nililewa, lakini niliwaona Yes. Ah, mzuri sana, mambo za Sa nyumbani wacha hali hmm. Hmm. ya nyumbani pia wazee ah. Karibu kiti, wacha nikachukulie kiti kingine tukae tuelezana mawili matatu. Sawa. Ah, naja. Ah, kitambo bana, hujaifika huko shida Nadhani najua ulikuja na mazuri. Kwanza hebu, najua sister akija, mambo yanakaa vizuri. Umeleta nini kwanza? Ni sawa, tambua kwamba ile siku nitakaojua una mahusiano na mtu mwingine, ama zako ama zangu. Ni sawa, ni sawa mke wangu, lakini ole wako hivi.